Kama umekutana na topic ambayo nimewahi kufundisha mambo ya kuyaelewa kabla hujafika miaka 25 au hakikisha umeyaelewa mambo haya kabla hujafika miaka 25, basi leo naomba nikupe mwendelezo wake au concrete part of it, mambo ya kufanya kabla hujafika miaka 25 au hakikisha umeyafanya haya kabla hujafika miaka 25. Nilikwambia kuna mambo ya kuelewa, understanding level, na kuna mambo ya kufanya, practicing level Nimekwambia mambo mengi ambayo ni vizuri uyaelewe sana, na hutoielewa na hii topiki ya ya ya mambo ya kufanya kama hujapata mambo ya kuyaelewa. Kwa hiyo nakushauri, tafuta mambo ya kuyaelewa. Mambo ya kuyaelewa, ukiyaelewa yale utaelewa kwa nini ni muhimu kuyafanya haya. Naomba nikupe mambo manne ya kuyaelewa kabla ujafika miaka 25, ya ah, ya kufanya sorry, mambo ya kufanya kabla hujafika miaka 25, au hakikisha umefanya mambo haya kabla hujafika miaka 25. Jambo la kwanza, hakikisha umewekeza au unawekeza katika kujifunza. Investing, investing in knowledge. Investing in knowledge. Hakikisha unawekeza katika kujifunza, hakikisha unawekeza katika kupata ujuzi kuna topic nimewahi kufundisha hapa, itakusaidia sana kama ukiweza kuitazama ukiwa hujafikia miaka 25. Nimezungumza kuhusu utayari unao uhitaji ili kutoboa kwenye maisha. Unahitaji utayari wa aina hii. Ukiandika Chris Mauki utayari, utakutana na hiyo topic. Invest kwenye ujuzi, invest kwenye kujifunza, invest kwenye uelewa, invest kwenye kujua mambo. Kama uko chuo, my friend, soma kama uko sekondari, my friend, piga shule uende chuo. Kama uko A level, anza kujua utasoma kitu gani chuo kikuu, wapi utasoma nini, ili nini? Kama wewe ni mfanyabiashara, weka kwenye skills, uinvest kwenye skills, ujuzi. Jua vitu, jua mambo, ongeza uwelewa wako, itakusaidia sana. Ukisha toboa 25 ukaenda kwenye 26 kuendelea kwenye practicing. muda wa kuongeza ujuzi utaweza kuukosa, muda wa uelewa unaweza ukaukosa. Kitu cha pili, wekeza kwenye mahusiano yako, wekeza kwenye mahusiano yaliyo bora Invest in strategic relationships. Sijasema tu invest in relationships, invest in strategic relationships. Strategic relationship ni mahusiano ambayo kesho na kesho kutwa yatakufaa. Relationship ni mahusiano ya wakati huo, strategic relationship ni mahusiano ambayo yanaweza kukufaa wakati huo, lakini yatakuwa na manufaa zaidi kesho. Chini ya miaka 25 watu huanza kutengeneza wenza wao Mbinde ni pale ambapo unaanza kutengeneza mweza umeshavuka ishirini na tano. Ndio unaanza kutengeneza tabia za kuwa mume, tabia za kuwa mke, unaanza kujifunza kitabu cha ah, umechelewa. Kuna mambo nilishasema kwenye mambo ya kuyaelewa. Kuna mambo ukiyafanya baada ya miaka ishirini na tano unabidi uende kwa kukimbia, kwa sababu uko nyuma ya muda, uko nyuma ya muda. Hapa ndipo pa kuanza kuishi tabia ambazo zitakufanya uwe mume bora. Hapa ndipo pa kuishi tabia ambazo zitakufanya uwe mke bora. Tafuta topic niliyofundisha, kama hana tabia hizi akikuoa mtateseka. Tafuta topic niliyofundisha, kama hana tabia hizi ukiolewa na yeye mmekwisha. Tabia za mahusiano yaliyo bora zinatengenezwa ukiwa chini ya miaka 25. Ishirini na tano. Hapa ndipo unaandaa network ya soko lako la kesho, watu wa kupata nao kwenye biashara. Hapa ndipo unatengeneza watu wa kukufaa kwenye maisha yako. Jambo la tatu, wekeza kwenye kujenga tabia iliyo bora, invest in quality character usitegemee ukatengeneza tabia bora umeshafika 26, kuendelea, ndugu yangu, muda haupo ule ni muda wa kutekeleza. Kuna watu wanakula gharama wanalipa gharama mbaya wame iko 30, 35, 40, ni kwa sababu ya tabia yao iliyo mbovu inayowafanya washindwe kupiga hatua, kwa sababu kabla kule muda wa kujifunza hawakujifunza tabia iliyo njema. Wekeza kwenye kutengeneza misingi bora ya tabia. Character, social skills huku chini. Na nne na mwisho, wekeza kwenye uimara wa kiroho. Pamoja na kwamba hali yako ya rohoni iliyo bora unatembea nayo maisha mazima, lakini kuna vitu vingi vya kujifunza ukiwa chini. Nakumbuka miaka hiyo hatujafika 25 nikiwa bwa mdogo, tuko kule Dodoma tuna timu na kamati ya maombi tunaombea watu wa New Life Band, tunaombea kama semina za Mwakasege. Tuko kina Mgisa, kina Grace Mkila, kina Ima marehemu kina, kina Isaac Makala, kina Lilian Limo, kina Flora na ukiangalia wale watu wote baada ya kuvuka 25, wote wamekuwa stable, wote wanafanya vitu, wote wamefanikiwa kwenye huduma, wote wanafanya vitu vinavyoonekana. Kwa nini chini ya 25? watu tuliwekeza, tuliweka misingi kwenye uimara wa kiroho. And make this the first, fanya ili iwe la kwanza la msingi. kama hujamjua Kristo hapo chini less than 25, make sure you know Christ make sure unamtegemea Mungu, make sure unajua kuomba, make sure unajua kufunga, make sure unamtafuta Mungu, make sure unasoma neno, make sure kwenye seminar za vijana upo, make sure kwenye makempo ya vijana upo. Uimara wa kiroho unahitajika sana, Lesson 25 my friend, ukisha enda kwenye implementation stage. Implementation, implementation stage, kuna nyakati huna huo muda. Ukenda semina unakosekana kuna nyakati mambo ni mengi, changamoto zinakuzidi. Ukumbuke hata kufunga unapigwa kushoto kulia, Ibilisi anakugaragaza anavyojua yeye mwenyewe. Kwa nini? Huna msingi. Kama una chini ya miaka 25, haya mambo hakikisha umeyafanya, utanishukuru baadaye. Naitwa Dr. Chris Mauki.